Uamuzi mzito kutoka Ikulu ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan awapa uongozi viongozi uh, wakubwa wa juu waliowahi kuhudumu katika nchi kwa nafasi za juu kabisa. Kassim Majaliwa na Dr. Philip Mpango wamerudi tena katika maamuzi mazito ya taifa. Jina langu naitwa Anko Yusuf. Karibu Diki Studio. Uwe wa kwanza kupata taarifa hizi. Usisahau kusubscribe, kulike, na kushare video hii.

Rais uh, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewapa uongozi Kassim Majaliwa na Dr. Philip Mpango, hatua inayotafsiriwa kama kuimarisha safu ya uongozi wa juu wa taifa kwa kutumia uzoefu wa viongozi wanaothibiti, kama Kassim Majaliwa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania ametajwa kuwa ni mmoja wa viongozi waliowahi kuhudumu nizamu usimamizi wa serikali na kuratibu kwa shughuli za kimataifa kwa ufanisi mkubwa kurejeshwa kwake kumekuwa na tafsiri za viongozi kunaenezwa kuwa ni ishara ya kuendelea kuthabiti na uwajibikaji wake katika serikali. Kwa upande mwingine, Dkt. Philip Mpango aliyewahi kuwa makamu wa rais na pia waziri wa fedha, na wa fedha na gwiji wa masuala ya uchumi na mipango ya maendeleo ya uwezo aa, ameweka aa, uwezo uwezo wake katika kusimamia tela za uchumi, miradi mikubwa na mashauri ya kimikakati anataja kuwa sababu kubwa ya kuendelea kuaminika na Rais Samia Suluhu. Hatua hii ya Rais Samia Suluhu Hassan inaonyesha wazi katika kuweka na kuunganisha ungani, uzoefu, hekima, usubutu katika uongozi wa nchi, hasa katika masuala ya ajenda na maendeleo ya kiuchumi na jamii, viwanda, wastani wa wananchi kwa mmoja mmoja. Wachambuzi wa siasa wamesema uteuzi huu ni ujumbe mzito kwa taifa kwamba Rais Samia bado ana, ana imani katika kufanya kazi na viongozi kwenye rekodi yenye utendaji mkubwa na wenye kuleta ma, na wenye utulivu wa kisiasa kwa maendeleo na endelevu, kwa maendeleo endelevu ya taifa. Swali la kujiuliza Je, uamuzi huu unaashiria mabadiliko makubwa zaidi yanayokuja ndani ya uongozi wa serikali au? Tuendelee toa maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Diki Studio Tv hapo chini. Usisahau ku like ku subscribe na kushare video hii langu, jina naitwa Anko Yusuf. Asante na kwa heri.